Sasa maadhimisho ya 62 ya sherehe ya kitaifa ya Jamhuri iliongozwa na Rais William Ruto katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo jijini Nairobi, yalisheheni mitindo ya kila aina kuashiria ulimbwende wa siku yenyewe. Sherehe ya mwaka huu ikishuhudia maafisa 230 23 waliorejea nyumbani kutoka Haiti, wakipewa heshima kupitia gwaride mbele ya kiongozi wa taifa, licha ya pongezi tele kwa kazi nzuri waliotekeleza ya kudumisha amani katika taifa hilo la Karibian. Urdani pia ilikuwepo, kama anavyotuarifu Kasichana Maasha. Ni kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo katika kaunti ya Nairobi, ambapo ndipo palipoandaliwa makani ya sherehe za sitini na mbili za sikukuu ya kitaifa Jamhuri. Rangi nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe za bendera ya taifa pamoja na mavazi ya kitamaduni zote zilikuwa ni ishara ya umoja wa taifa na turathi za kitamaduni. <coughs> Baada ya kuwasili kwa rais William Ruto, sherehe zilianza mara moja. <coughs> Rais Ruto alianza kwa kukagua gwaride la heshima lililohusisha vitengo mbalimbali vya majeshi nchini. <coughs> Ilivyo desturi, maombi yalifuatia, halafu baadaye kukawa na gwaride maalum la kijeshi lilofanywa na wanaanga 20 wakionyesha tajriba yao ya kushuka kwa parachuti. Maafisa 230 wa polisi waliorejea nchini kutoka Haiti walienziwa kupitia maonyesho ya gwaride. Wageni baadaye waliburudishwa kwa maonyesho ya jeti pamoja na helikopta. Ubora wa tafrija za muziki ulikuwa wazi wakati wa sherehe za 62 za sikukuu ya Jamhuri wakati wa wasanii walipofika jukwaani wakiimba nyimbo za burudani na zile za injili na uga mzima ukalipuka kwa shangwe na vigelegele. Hakika mchanganyiko wa maonesho ya muziki wa ala ukidhihiri talanta katika ulimwengu wa usanii nchini, huku taifa hili likiadhimisha siku iliyopata uhuru kutoka kwa mkoloni kasi cha namasha Darubini.